Hii ni utekelezaji wa maazimio ya kikao cha CEO's forum, kwamba tumesisitiza sana kuwe na mashirikiano baina ya taasisi zetu. Kwa nini tunashirikiana? ili tuweze kuleverage resources, naaweza kukuta taasisi hii wanahiki na hawa hawana hiki, kwa hiyo kwa kufanya kazi pamoja kupata mafanikio makubwa. Lakini pia e, ukiangalia e, nature ya kazi zetu, sisi tunazungumzia masoko, tunazungumzia kuleta tija kwa wakulima, tunazungumzia utafiti wa viwatilifu naona, tunazungumzia e, capturing impact ya shughuli zetu tunazofanya, tunazungumzia mambo ya hivi ya, ya resource mobilization, vitu vyote wenzetu hawa eh, wanaweza tunaweza ku, kusaidiana nao eh, wanaweza kufanya kutusaidia kufanya training ya watu wetu, human resource development, mfano kufundisha watu, watu wa procurement improvements eh, kufundisha mambo ya entrepreneurship kwa wakulima, lakini pia mambo ya marketing eh, na na na na, na, na kadhalika. Kwa hiyo ni taasisi sahihi kushirikiana na kushirikiana na sisi uh, mimi na Profesa Palanjo tumefahamiana siku nyingi, na nikuwa nasema hapa ndani kwamba hata mwezi wa Mei ule nilikuwa Geneva, mmoja ya mradi ambao tumesubmit ule wa bioeconomy, tumeandika joint na TIA. Kwa hiyo ni ushirikiano huu tayari ulishaanza ulisha, kwa hiyo ni, ni, ni mwendelezo tu. Mimi nikushukuru sana nawashukuru sana, nawashukuru kwa mapokezi makubwa ambayo tumeyapata na timu yangu, na kwa kweli ni aidi kwamba haya ambayo tumeongea pale ofisini tutayafanyia kazi kuhakikisha kwamba tumefika mbali. Uh, kama nilivyotangulia kusema, nirejee tu mambo machache tuliyoongea pale ofisini. Uh, taasisi yetu ya uhasibu Tanzania ni taasisi ambayo makao makuu yako Dar es Salaam na tunao wafanyakazi na sisi kama mia nne na hamsini hivi, na tupo pia aa, Tanzania nzima tumesambaa, tuna kampasi saba ukiacha pale makao makuu. Tunatoa mafunzo kuanzia cheti hadi uh, masters program, na maeneo yetu makubwa ni uhasibu na fedha, lakini pia maeneo ya procurement and logistics uh, kuna eneo la human resource management and IT uh, lakini pia kuna eneo la business administration na eneo la marketing and public relations Haya ni maeneo ambayo kwa kweli tuna ubobevu wa zaidi ya miaka hamsini, tukiwa tunafanya vizuri sana. Na kwenye mahusiano, tuna mahusiano mengine ambayo tunaendelea nayo karibia thelathini hivi, na mengine yakiwa yametoka nje ya Tanzania. Uh, kote tu Ulaya, Asia, tuna sehemu nyingine ambako tunashirikiana. Kwa hiyo hiki tulicho saini leo ni mwendelezo mwingine, mahusiano tulionayo, utajikuta mmeungana na Ukraine, mmeungana na na Russia, imeungana na China, imeungana na India kutokea kwetu kwa sababu tukishirikiana nao pia tunashirikiana nao. Kwayo, uh, usini tu kwa hiyo nisirudie ambayo tumeyasema pale ofisini niombe tu kwamba wataalam, kwa kuwa mpo, uh, sisi tumesaini leo lakini naomba sasa hili swala lirudi kwenu. Nimeona mkijitambulisha kwa vyeo vyenu, nitafurahi sana kwamba tukisha saini sasa tupeleke haya mambo kwenye vitendo. Tuone kitu cha kufanya. Kwa hiyo Daktari Beatrice na Daktari Nkia, maelekezo yangu ni kwamba tukitoka hapa immediately mfuate sasa, kwamba tunafanya nini baada ya, ya kusaini, kitu gani kinafuata, wewe unafanya kazi na nani upande wa pili humu na tunafanya kitu gani?